Katika sekta la Bapere ndani ya mtaa wa Lubero kwa sasa ni watu elfu mbili, mia sita, makumi sita na nane ambao wamekusha kuuawa. Hii ni kazarau kabisa na tunaangalia kwamba serikali ime... tunakosa kama wasikari wetu kwa hii hali yote baada ya miaka tano hawayaweza

hawajui kama wanachungiwa na watu gani na wenyewe wanachunga ni wanani? Taifa moja, sisi ni Wakongomani, lakini inaonekana kama watu wa Beni wanakuwa sasa kama wao sio Wakongomani. Wamepata shida, shida ya usalama mdogo, shida ya kuuawa, shida ya uchumi. Wamelima, unaona watu wa huko wanalima sana, wanalima kakao. Ile kakao na ijua ni vitu vya thamani sana, kilo moja inanunua karibu bei ya kasiteriti, karibu bei ya kasiteriti Juo kilo moja ya kakao ya, ya kakao inafanya kakao ya chokolate, na unajua wazungu wanapenda shokola sana. Sasa watu wa Beni wanalima shokola na inakomala vizuri Beni na Mambasa, lakini hawana usalama. Sisi tunasema kuacha kupachika mikono, tusiende kuwasaidia, itakuwa ni usaliti, tuko wa tre, tre takuwa tumewasaliti. Tunasema wao haiko wakungomani au wa wana security. Ndio wakuu viongozi wa jeshi na wakuu viongozi wa politiki yetu wamesema wamekamata hatua Wanasema tuambie vijana wa majengo, tuungane mkono kwa mkono, tuende Beni turudishe amani, na ndiyo prosesi ambayo tuko ndani. Msiku kidogo tutafika Beni, tutarudisha autorite de letat, tutarudisha leta mkongomani ya kilima. Wakati mlimaji wa Beni analima kakao yake, na akwesui kama ataenda aivune, wakati analima papaine yake Bakwe siri kama ataenda atauvuna wakati analima ya vanie yake, Bakwe siri kama analima na ataenda ataivuna, njiyo mpango ya wakuu viongozi wa chama.